ni suka ya tabasamu kwa sababu tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye yeye ameridhia milioni mia nane na mbili ziletwe ndani ya wilaya ya Kilombero kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi daraja daraja B tumpige makofi sana mheshimiwa Rais Samia wilaya yetu imeanza mwaka 1974 mpaka leo ina miaka 51 apajai kuwa na kituo cha polisi chenye hadhi kama hii ya kiwilaya kwa ni wilaya kubwa hatujawahi kuwa na kituo. Kwa heshima na tabasamu nzuri kwa Dr Samia Suluhu Hassan, ndani ya siku mia moja zake kituo kinakamilika. Makovi kwake kwa <coughs> ege kabisa, ni mshukuru sana hivi ijiki, rafiki yangu nampongeza sana kwa sababu amekuwa ni msikivu, ametotea fedha kwa wakati, na naamini hizo milioni mia moja zilizobaki kupitia kwako St Kijanga mtatuletea tumalize kwa haraka haraka. Nadhani milioni mia moja ziwasudi ili Wanaifakara wanamlimba wana Kilombero waweze kufaidika na kituo chao, sio tu kwa jiwe la msingi, tuje kuzindua rasmi. Nami napendekeza paato, mkaribishe mheshimiwa IGP aje mwenyewe akizindue kama mgeni rasmi, katika kupeleka maombi yetu rasmi kwa wakati wa uzinduzi, yeye au msaidizi wake basi aje atuzindue kituo chetu, na viongozi wengine ambao kuwa tutaweza kuwa kuwaalika. Tunamshukuru sana IGP kwa kutuona sisi ni sehemu ya familia familia. Tumshukuru sana, kumpongeza sana nimpongeze sana sana mwenyekiti wa kamati ya ujenzi ninazozungumza leo tarehe 28 mwezi wa 12. Leo kituo cha polisi nakiona kizuri, madogo madogo. Niwapongeze sana wote katika jambo hili, ni waombe wafuatao kwa polisi. Moja, ukamilishaji wake ufanyike mapema, kama zile fedha ambazo hajaathiri uanzishwaji wa kufanya kazi, tuanze kufanya kazi kama asiri na kwa kibali kutoka kwa ratisina jipi. Kama jya pili, watu anze kupata huduma kidogo kidogo, wakati mambo wa mwengine yanaendelea kama kawaida. Jambo la pili, nataka eneo lote ilipande miti, mvua zimeanza kunyesha, maji yapo katika eneo hili hapa, tupande miti wakati wa mvua, ili eneo letu tuwe na miti na vivuli vya kutosha, sehemu ambayo miti na majani mazuri. Jambo la tatu, tuna wizi wa haroharo, nataka ukome katika wilaya hiyo. Kakinne, niombe wananchi wote tulinde amani, tutoe taarifa kwa polisi wetu, tuhakikishe kwamba polisi kata unapata taarifa, aetiwetu wa vijiji ya vitongoji na mitaa wanapata taarifa, kuna msaidaa usidie kuficha ujumbe mbalimbali, wananchi wetu waweze kuwa na amani katika maeneo yetu, na tusiandamane. Hakuna maandamano rasmi. Utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha polisi daraja B umefanikiwa kwa asilimia kubwa kupitia force account, kama nilivyosema, ambapo serikali ilitoa kiasi cha shilingi milioni mia nane na mbili ambapo pesa hizo zimekuwa zikipokelewa kwa awamu, sababu na pesa toka serikali, serikali kuu. Ujenzi umefanikiwa kutokana na msukumo mkubwa kutoka kwako wewe, mkuu wa wilaya eh, ambapo umekuwa umetoa kipaumbele mbe, kipa kikubwa kuanzia hatua ya uchimbaji wa msingi. Nakumbuka Mheshimiwa mkuu wa wilaya siku tunaanza kuchimba msingi ulipiga kigoma wewe mwenyewe na wananchi walikusanyika hapa. Kwa hiyo nawapongeza sana. Sababu na pesa hizo kiasi cha shilingi milioni thelathini na mbili kimepokelewa toka kwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania kwa ajili ya mfumo wa TEHAMA ambapo mpaka sasa kazi ipo kwenye hatua ya mwisho katika kukamilika. E, kama alivyosema <coughs> E, mimi ni mwakilishi wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ninaitwa Assistant Commissioner Samuel Kijanga, ndio nimekuja kwa ajili ya siku ya, ya leo kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, niseme tu kwa niaba ya jeshi la polisi Tanzania, kwa mkuu wetu wa jeshi la polisi afande IGP Camillus Wambura nina ninatoa shukrani nyingi za dhati kwa namna serikali yetu tukufu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna aliyoweza kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki. Hiki ni kituo ambacho ni cha kisasa kabisa na kina gharama ni kubwa kama nilivyosikia, ni, ni moja ya vituo ambavyo ni bora. Kwa jina naitwa Lesson Kilawilo Nafanya kazi hapa mashineni, kituo kifunguliwa hata mimi nakuwa nafurahi sana, kutokana na mtaa ulikuwa una wizi sana, pamoja dishi yangu hapa aliiba hapa ndani, wamenibia mzani, lakini sasa hizi kujua na imani kituo hiki kianza kufanya kazi itakuwa safi sana. Nawaomba wananchi wakipokee kituo hiki vizuri, washirikiana na jeshi wa wa la polisi kupoteza uwezi